Umemsikia Alikamwe akigusia uh, swala zima la usajili. Anasema no doubt, Yanga wanahitaji kufanya usajili, kurekebisha baadhi ya maeneo ama kuongeza nguvu. Kwa kile ambacho tumekishuhudia mpaka dakika hii uh, ipo sahihi kwa kile ambacho kinaendelea kwenye kikosi chao. Unajua ni kama vile Yanga walikuwa wanaweka akiba au wameweka akiba katika baadhi ya maeneo, kutumia wachezaji ama wale ambao wameingia wapya hawakuingia kwa mguu mzuri ama hawajaanza vizuri, mfano kwenye eneo lao la ulinzi. Ndiyo. Wakati msimu unaanza au wakati dirisha la usajili linafunguliwa walikuwa na walinzi watatu wakati mm. walikuwa wana job Mwamnyeto pamoja na Ibrahim Abdulla, alafu wakamwongeza Frank. Al Al Al eneo la kiunga aliondoka Khalid Aucho mm. U, u, usajili wa kwanza wa Yanga kwa msimu wa 2025-2026 alikuwa ni Bala. Musa Bala Conte. mm. ni mchezaji ambaye alitikisa kidogo. Hapa sajili wa kishindo. Tulichambua alafu <laughs> tukachambua tena mm. kwenye hii meza Ndio. eneo la kushambulia wakaenda kuongeza mtu Andi uh, Boeli. Bobo. Eneo tembo. E, isivyo bahati kuna katika hayo majina ambayo nimeyataja. Musonda aliondoka e, Musonda aliondoka kwa asilimia kubwa ama kwa, kwa, kwa dakika ambazo waliopata nafasi ya kucheza wamecheza. Mpaka ninavyozungumza hawajawa mm. na wakati mzuri na hawajafikisha pengine kile ambacho wao walikuwa wanatarajia kufikisha. Kwa hiyo unategemea kuona maamuzi yakifanyika kupata walio bora au kuachana nao, labda au kuleta walio zaidi ambao wakija tu moja kwa moja watakliki moja kwa moja, kwenda kwenye kosi ya kwanza mm -hmm. moja kwa moja na kutimiza kile ambacho wanakifikiria. Mfano hapo kwa Bala, Musa, Conte. Kuliko, Musa Bala Conte kilichotokea, ilifika hatua Azizi Andabwile ni bora kuliko. Kwa kidogo ni ngumu kuzungumzia kwa sababu Ndabwile ajapata nafasi ya kucheza ama ajawa chaguo la kwanza, na mara nyingi kocha ameamua kwenda na Duke Abuya pamoja na, Jukabu. mm. na Mudathir Yahya katika eneo la walinzi wa chini, amini viungo wa chini, kwa hiyo kwa Andabwile kwa performance ya tulivo tulivoanza msimu mpaka sasa tulipofika, Yaani mm. ameonekana kuwa ni bora kuliko kuliko Musa Bala Konte. Hata kwa dakika salama alizocheza Andabwile ni nyingi kuliko za Musa Bala Konte. Hata kwenye mechi ambazo hazikuwa rasmi kwa maana zile za kirafiki ambazo zilionekana mm. bado uh, Konte hajawa, hajawa, hajawa bora kama ambavyo Ndabwile pengine <laughs> amekufa kitu kizuri kafanya kushambulia Yanga sasa hivi uh, uh, Clement Mjiza yupo katika eneo, katika hali ya ya, ya kujiuguza majeraha yake. Uh, wakati anajiuguza tunategemea mm. Isivyo bahati. Uh, kuna changamoto za kiufundi ambazo zinaonekana kwa hao washambuliaji. Kwa mfano Dube, swala la mwelezo alikuwa changamoto. mm. Imetumika nguvu kubwa sana nje ya uwanja kumfanya Dube arudi kwenye kwenye njia yake. Sasa mashabiki walikuwa wanamshangilia. Sasa siku ikatokea mashabiki wakakosa kushangilia anake Dube ato hatofunga kwa tafsiri hiyo ya, ya kauli yako Simboranga, lakini kwa kweli, kwa kweli akipata nafasi ya kucheza anaonekana ni kama vile anacheza timu dhidi ya timu ambayo, au yupo katika timu ambayo ni ngeni kwake, kwa namna ana struggle namna ya kupokea mpira sehemu nyingine anapokaa au pasi zinazopigwa ni kama vile kwake zinaenda tofauti. Juzi kuna zungumza hapo wakati Yanga anacheza na Costa Union na Costa, mm. kwa kwa kwanza na Costa Union eh? mm. moja ya changamoto ambayo ilikuwa inaonekana kwa upande wa Yanga nafasi natengenezwa lakini ao la mwisho utulivu ulikuwa mm, haupo. Ilitumika nguvu kubwa sana mpaka wakuja kupata goli. Kupata mm. goli, angalia hata mabadiliko yanayofanyika, bube akiwa mm. anatoka kiingia boyeli, kile alichokiofa dubu kinaonekana ni bora zaidi kuliko anachokionyesha anachoki, anachoki. Tafsiri yake ni kwamba changamoto pengine za kuzoea mazingira, namna ya kukomuniketi na wengine kiwanjani imekuwa changamoto kiasi ambacho anahitaji muda mwingi zaidi, na klabu ya Yanga haipo kwenye muda wa kumsubiri mchezaji kwamba apate huo muda wapo ambao wanaweza kuvumiliwa, lakini tumeshuhudia mara nyingi timu za Kariakoo ni ngumu sana kusubiria mchezaji mm.